Mungu asifiwe, Mungu asifiwe sana. Haleluya. Tunamshukuru Mungu sana kipekee kabisa, ametupatia neema tena. Hii ni neema ya upendeleo. Wakati umefika wa kukumbukwa kwa mtoto wa kiume. Wakati umefika wa mtoto wa kiume kurejeshwa mahali ambako alipokuwa amefichwa. Wakati umefika wa mtoto wa kiume kutambulika. Wakati umefika wa yale mabaya yote kumtapika mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume fahari kwa mama yake. Mtoto wa kiume ni majdai kwa mama yake. Mtoto wa kiume ni fahari kwa taifa lake. Mwalimu Glorimina Venas Mpua, tuko aha, tuko Arusha. Yesu ametupanda huko kwenye udongo mzuri. Kwa sasa tuko kwenye maeneo mahali panaitwa wilaya ya Chato, alafu aha, mkoa wa Gei halafu tuko hapa kwenye kijiji maarufu ambacho wengi sana wanakifahamu Tanzania na nje ya Tanzania, panaitwa Gambosh, panaitwa Gambosh. Sisi ndo tuko hapo. Huduma hii ya mtoto imemfata mtoto wa mazingira magumu mpaka Gambosh, si Gambosh tu kuna wakati mwingine nitakuonyesha ni kwamba nitakuwa eneo jingine tena, ambayo tayari tushaenda kule tumefanya survey, tunajiandaa kufika pale na, na kuhakikisha kabisa kwamba tumemfikia huyu mtoto wa mazingira magumu ya rohoni. Ni nini? Bwana ametupanda kwenye udongo mzuri. Haleluya! Ni nini? Bwana atatudai hawa watoto mikononi mwetu, tutatoa wapi? kazi yangu mimi, amenituma ninaondoka, ninaenda. Tunamshukuru Mungu sana. Binafsi huwa ninasikia furaha sana kuwepo ndani ya huduma hii ya injili kwa mtoto, kwa sababu inanifanya kwanza kuwa makini, jambo la kwanza. Jambo la pili, inanifanya kuendea ule pale Kalivari mala kwa mala, ule mti wa uzima. Lakini jambo jingine, inanifanya kuikimbia dhambi sana sana kwa sababu ni mazingira hatarishi sana, ni mazingira magumu sana. Funika macho yako tuombe. Mungu wa Isaka, Mungu Elia, Mungu wa Yakobo, mfalme wa wafalme, tumaini la maisha yetu, mwanzo na mwisho ni wewe, Ebeneza. Baba, ninaomba uwepo wako ndani ya vipindi hivi. Baba, ninaomba uwepo wako ndani ya darasa hili. Baba, ninaomba uwepo wako, uwepo wako, Ebeneza, uwepo wako, Bwana wa vita, uwepo wako, chemichemi ya uzima, uwepo wako, Alfa na Omega, uwepo Roho Mtakatifu, karibu. Roho Mtakatifu, karibu. Roho wa Mungu, karibu. Roho wa Mungu, karibu, weka makao ndani ya masomo haya ya ukombozi kwa habari ya mtoto wa kiume. Karibu Baba, tunaomba ushirika na wewe. Sante Bwana, maana hutanyamaza wala hutatulia mpaka haki ya mtoto wa kiume imepatikana, kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu, tukiomba na kuamini, amen. Karibu sana karibu sana, tuendelee na darasa letu la ukombozi wa mtoto wa kiume ukombozi wa mtoto wa kiume ah, kwa nini kwa nini? Roho Mtakatifu ameniambia nikae darasani na wewe kwa nini? niko mahali hapa Gambosh, maeneo ya machaka machaka kabisa, maeneo magumu. Tunalala mahali pagumu, tunakaa mahali pagumu, wakati mwingine tunakula vyakula hatuvijui. Wakati mwingine hata hicho ambacho hatukijui hakuna. Kuna nini? Kuna jambo, kuna mtoto wa kiume yuko huku. Tumekuja mahali hapa kukuandalia makala, aha, ya maajabu ya Gamboshi. Kwa nini tunaenda kwenye vyanzo? Tukipata vyanzo vile watoto wetu wanavyoumia, tukapata chanzo cha madhabahu za giza kukamata wana wetu. Alafu neema ya Mungu ikawepo, tukakaa kama hivi kwenye media, tukakaa kama hivi tukaweka vitu kwenye wapi, mtandaoni, YouTube na kwenye TikTok na kwenye maeneo mengine yote, yakawafikia wawili watatu, wakaungana pamoja na sisi, tukawa ni kitu kimoja, tukaujenga mwili wa Kristo, sisi wote ambao tumeathirika na watoto wetu wa kiume tumeaibika na watoto wetu wa kiume. Angalia Biblia inavyotuhukumu, inasemaje kwa habari ya mtoto? Mtoto mjinga ni mzigo kwa mamaye. Haijasema mtoto mjinga ni mzigo kwa babaye. Ah, mtoto mjinga ni mzigo kwa mamaye. Sasa wanawake, tumeamka tumejua thamani ya huyu mtoto, ndio maana leo niko hapa, mwana wa Mungu. Twende tumelianza darasa letu, lakini tukiwa tumejikita sana. Tuko hapa kwa ajili ya kuiandaa hii makala, na muda sio mrefu utaiona. Lakini unapoendelea kuiangalia ile makala, iangalie kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Enda nayo kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na enda nayo ukiirudia mara kwa mara, usiache kurudia hivyo vipengele mara kwa mara. Kuna mambo Roho Mtakatifu atakufundisha kwamba yawezekana mtoto wako wa kiume amefichwa wapi, yawezekana mtoto wako wa kiume yuko. Ndio maana wewe suulisha, muombea tu sana mtoto wako wa kiume. Wewe suulisha, funga na kuomba sana kwa habari hata ya mume wako. Wewe suulisha, funga na kuomba sana kwa habari ya, ya, ya, ya, ya mtu yoyote ule anayeitwa wa kiume. Kuna mzigo ambao umepewa. Eh, wakati ni, ni, ni, nimeanza kabisa haya masomo kwa, kwa mwanzo kabisa mi nilikuwa na mzigo sana na kaka yangu. Kaka yangu ambaye ni wa kwanza kipindi hicho alikuwa na miaka hamsini na ngapi, hamsini na nne, uh, hamsini na tano, lakini kwangu nililetewa kama mtoto nililotoa kama mtu ambaye ameshindwa kabisa. Sasa unapokuwa na mahitaji ya namna hiyo, lazima uende kwenye vyanzo. Na ndiyo maana umeomba sana hakuna majibu, na ndiyo maana umetafuta sana hakuna mpenyo. Ni kama ni mabaya ya huyo mtoto wa kiume yameendelea kuwepo. Sasa wana uzuri wa Roho Mtakatifu ametuleta huku ili tuje tuanze kuelewa vyanzo, kuna madhabahu gani zilizokamata watoto wetu. Vyanzo ni nini eh? Vyanzo ni nini? Kuna kitu gani maana hapatokei uharibifu pasipokuwa na chanzo. Lazima chanzo kiwepo ndipo uharibifu uanze. Kuna mambo ya siri, kuna vitu vya siri kuna mitandao ya siri ambayo imekamata wana wetu na kuwafinyiria kabisa, ambayo amewaficha wana wetu. Hakuna mahali ambako tunaweza tukapata nafasi ya kuwatoa wana wetu. Wameishi kama watumwa nyumbani mwa baba yao eh? Wameishi kama wakimbizi nyumbani mwa baba yao. Ile haki ya Isaka haiko. Ile haki ya Isaka imepotea. Ile haki ya Isaka haiko. Mkumbuke nani? Mkumbuke Sara wakati anasema, anamwambia mme wake, sikiliza, mjakazi na mwanae hawawezi kuwa warithi kwenye mali za mwanangu. Unafikiri maana yake ni nini? Maana yake ni nini? Kwa nini Sara aliliona hilo? Sasa Sara aliona mali, alipata neema kumpata Isaka na Isaka akiwa yuko sawa, lakini alichokuwa anakitazama kwa wakati ule, alikuwa anatazama urithi wa mwanaye. Sisi tunatazama nini kwa wana wetu? Hakuna hata urithi, jamani Atapataja hiyo mali? Au hata kama umetafuta mali, unamkabidhi mwanao, wewe umeshazeeka, unamkabidhi mwanao, useme kwamba eti mwanangu, magari haya hapa, endesha huu uh, mradi, kampuni hapa, endesha. Hayupo, amefichwa, akili yake haipo ufahamu wake haupo, chochote hana, hana. Umepeleka darasani akaenda mpaka chuo kikuu, ameku hana mwelekeo wowote, hana mtazamo wowote, akili yake imeisha, akili yake imepotea, akili yake imekufa, hayupo. Mtandao wa siri umekamata mtoto na kumrithisha mtu anayeitwa mtu bangi, na kumrithisha mtu anayeitwa mtu nini, mtu madawa kulevya, na kumrithisha mtu sijui anayeitwa nini, sigara hivyo. Eh, hivyo unajua serikali inaposimama kutusaidia kwa habari ya hivyo vitu vya kuharibu haribu ni kwamba wanatuonea huruma. Hali iliyofika sasa hivi ya mwanamke ni ngumu mno, hasa kwa habari ya aibu ya mtoto wake wa kiume, hasa kwa habari ya mtoto wake wa kiume, hayupo amefichwa kila mmoja, kila mmoja ajue kabisa ya kwamba utukufu wa Mungu uko, ajue kabisa ya kwamba mwana wake, yani tafuta namna ya kuhakikisha kwamba mwanao ameachana na hivyo vitu, ufahamu wake umerejea tena ufahamu wake umerudi tena, akili yake imerudi tena. Mwana wetu ameenda wapi? Mwana wetu amefichwa wapi? Ni madhabahu gani iliyomkamata? Ni mamlaka gani iliyomkamata? Hakuna uharibifu unaotokea pasipo roho, pasipo roho chafu. Yani ukiona uharibifu wowote kwa mtoto wako wa kiume, kuna roho nyuma yake kuna roho nyuma yake. Huwezi ukasema kwamba ok, yani, kwa wakati huu sasa hivi mwanangu, aha, amepata shida, ukachukulia kwamba ni kitu poapoa tu, kitu cha kawaida kawaida tu. Hakuna kitu cha kawaida, iko roho nyuma yake. Amekuwa mzinzi, iko roho ya uzinzi nyuma yake, na kuna namna ya kumwombea mtu wa namna hiyo amekuwa mvuta bangi, iko roho ya bangi nyuma yake. Amekuwa na kitu hiki, iko roho, iko roho mpaka kwenye maeneo ya ushoga na nini, iko roho. Mtu hawezi akapata tu hiyo kitu aa, mm, ghafla ghafla tu mtu amepata hiyo kitu na anaendelea kutembea naye eti kwamba hakuna roho. Hapana, hapana, iko roho. Hebu tuone Yeremia 51 na moja mstari wa hamsi sita, kuna nini? kwa maana mwenye kuangamia amefika kwake, nam amefika Babeli, na mashujaa wake wametwalia, wametwaliwa pin... pinde zao zimevunjika kabisa, maana Bwana ni Mungu wa kisasi, hakika yeye, yeye atalipa atarudia kwa maana mwenye kuangamiza amefika kwake, naam amefika Babeli na mashujaa wake wametwaliwa, pinde zao zimevunjika kabisa, maana Bwana ni Mungu wa kisasi. hakika, hakika yake yeye atalipa, hakika yake yeye atalipa, hakika yake yeye, kwa maana mwenye kuangamiza mwenye kuangamiza ni nani? Walikuwa wanatembea na maadui, maadui wamejipanga kwa ajili ya, aha, kwa ajili ya wana wa Israeli. Sasa inafika mahali hao wanakuja na silaha zao, hao wanakuja na pinde zao, hao wanakuja kwa ajili ya kuja kuangamiza taifa la Israeli. Bwana anajitwalia utukufu mwishoni, anasema: maana Bwana ni Mungu wa kisasi. Ka, hakika yake yeye atalipa kisasi Sio cha kwetu, kisasi ni cha Bwana. Haleluya, anayeweza kulipa. Vita sio vya kwetu, sisi vita ni vya Bwana, Bwana anatupigania sisi na wana wetu. Sisi tutambue tu vyanzo, tutambue tu vyanzo, kwamba hivi vyanzo ni vyanzo vya aina gani. Je, mtoto wangu amefungwa na madhabahu ya aina gani? halafu inafika mahali eti mtoto wa kiume anakuwa bado anaendelea kukuomba, hata kama umekuwa kikongwe. Mtoto wako asija kakua kwako, kwa sababu akikua utamwachia mwalimu dunia. Akikuwa atakuwa anasumbua familia yake, kwa sababu pia hakuna mtu wa kumsemesha. Lakini ukiona kwamba huyu ni mtoto, aendelee kuwa mtoto kwako, wewe utaendelea kuwa kiongozi kwake. Haleluya, haleluya, haleluya. Vita sio vya kwetu, vita ni vya Bwana. Apiganaye na sisi anapigana na Bwana, apiganaye na Bwana atapondwa kabisa. Bwana yuko upande wetu, haijalishi haijalishi maadui wamejipangaje, wamesimama vipi. Ah, Bwana yuko upande wetu sisi na wana wetu. Twendeni kwenye vyanzo, haleluya, twendeni kwenye vyanzo, twendeni tukashughulika kwenye vyanzo. Unapoanza kwenye vyanzo Kung'oa ule mzizi ni rahisi sana, mtoto wako wa kiume kufunguliwa. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tunaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Tafadhali endelea kufuatilia vipindi hivi vya maombi ya ukombozi kwa habari ya mtoto. Leo tumeanza na machozi ya mwenye haki yana majibu. Machozi ya mwenye haki yana majibu, akilia kwa bidii Bwana na mjibu sisi. Na wana wetu tunakwenda kumtolea Bwana dhabihu, sisi na uzao wetutun lake Bwana mawinguni, hivyo adui atuachie. Tunakwenda kujua vyanzo, tukitoka kule kwenye vyanzo. Ushindi ni mkubwa. Funika macho yako tuombe. Baba kwa ajili ya utukufu wa jina lako asante Bwana, asante Ebeneza, asante roho Mtakatifu, asante kwa majeshi ya malaika kuwepo mahali hapa. Asante baba kwa kila jambo kuendelea mahali hapa, Bwana sifa ni zako na utukufu ni wako ndani ya somo hili. Baba, tunajiachilia mikononi mwako, mimi na msikilizaji wa channel hii. Bwana mikono yako ni salama, mikono yako ina naweza Baba utukufuni wako na dhamani zako Ebeneza, usituache wala usitupite, kwa ajili tu ya utukufu wa jina lako Amen.